Katika tafakari ya neno la Mungu leo, tunaadhimisha sherehe ya kuzaliwa bwana wetu Yesu Kristo. Mkesha wa jana tulisherekea kuzaliwa kwake bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametangazwa na nabii ya Isaya kwamba tazama, bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume, na jina lake tamwita Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Lakini jina lake anaitwa Imanueli. Katika somo la Injili ya mkesha wa jana, naambiwa huyu ni mfalme wa ajabu, mwenye nguvu na uweza ambaye analeta amani katika maisha yetu. Na leo hii katika somo la injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na nane Yesu ni neno la Mungu aliyejifunua au aliyejifanya mtu, Mungu kwa neno lake aliviumba vyumbe vyote, na neno hilo ni uzima na mwanga wetu. Kwa kujifanya mtu, neno hukaa pamoja nasi. Tukisadiki tutaokoka, tusiposadiki basi tutakuwa wa yule mwovu Shetani. Ndugu zangu wapendwa, neno huyu ambaye anazungumziwa katika somo la Injili ni Kristo Yesu mwenyewe. Neno anakaa ndani yetu. Ukumbuke katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kuanzia aya ya ishirini na nne hadi ya ishirini na nane. Najua kwamba Mwenyezi Mungu akasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Mungu alizungumza na kina nani? Mungu alizungumza na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na walivyozungumza hivyo basi akafanyika mtu. Mtu huyu aliishi maisha mazuri na ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, ambaye ni Adamu. Na hatimaye baadaye Mwenyezi Mungu akasema, ngoja nimfanyizie wa kufanana naye, na Adamu aliyofanyishiwa usingizi mzito na anaposhtuka katika usingizi, anamwona mwanamke, anasema, tazama huyu ametoka katika nyama yangu, ametoka katika mifupa yangu, nami nitamwita mwanamke. Wakaambatana wote kwa pamoja <coughs> lakini tunaposoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya tatu namuona muovu anaingilia maisha mazuri ambayo walikuwa wanayaishi hawa mababu zetu wa zamani, Adamu na Eva, hawa ambaye alidanganywa na shetani hawa au haw, Eva alidanganywa na shetani, katika kitabu cha Mwanzo sura ya yeah, tatu. Je, mmeambiwa katika miti yote hii msile matunda? Asema hapana, ila mti huu wa katikati. Akaambiwa aa, mtakapokula matunda ya mti huu mtajua yaliyokuwa mema na mabaya na Eva alipouangalia ule mti ulipendeza, mapoli pake akachuma tunda akala. Alivyomaliza kula, akampelekea mumewe. Alivyompelekea mumewe Adamu Adamu naye akala tunda lile. alipokwisha kula tunda, wakajiona kweli wa uchi, wakaanza kujishonea eh, majani kujificha. Adamu anaulizwa na Mungu, Adamu Adamu uko wapi? Umefanya nini? Adamu hakujibu swali, akasema ni huyu mwanamke uliyenipa. Tumsifu Yesu Kristo yeah. mapendo yeah. Umefanya nini? Akasema ni huyu mwanamke uliyenipa. yeah. Je, umekula mti wa matunda ambao nimekuambia usile? Akasema amenipa nami, kaya tukajikuta tu uchi Lakini Mwenyezi Mungu aliwaonea huruma, aliwaonea huruma, akampa adhabu nyoka. Kwa sababu wewe umedanganya, sasa kwa tumbo lako utatembea na vumbi litakuwa chakula chako. Nawe mwanamke utazaa kwa uchungu kwa sababu ya dhambi ambao utenda kwa kudanganywa na Shetani. Kudanganywa nyoka. Nawe mwanaume kwa jasho lako utakula. Kila mmoja hapo. Hakuacha salama. wakafukuzwa paradisi, wakaenda kujitegemeza. Na mara baada ya hapo, Mwenyezi Mungu akaona huruma na watu wake, ndipo akaanza kuwatuma mababa wa imani waweze kutangaza juu ya maisha mazuri ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Namuona baba Ibrahimu, namuona baba Isaka namwona Yakobo namwona Musa na hatimaye, mababa hawa wa imani walivyoendelea kuitangaza imani, hatimaye bado Mwenyezi Mungu akaona, watoto wangu bado hawajapata wokovu u ukimilifu, wakawatuma manabii, nabii mmoja wako Isaya, Yeremia. Hawa wote walitangaza ujumbe wa, wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na hatimaye baadaye tunaona katika ukoo wa Daudi anazaliwa mkombozi ambaye ametabiriwa na nabii Isaya: tazama, bikira atachukua mimba na kumzaa mtoto. Kitabu cha Nabii Isaia iliandikwa miaka mia sita na kumi kabla ya Kristo, utabiri wake, ndipo alivaniliwa Kristo Yesu kuja katika maisha yetu. Anakuja kufanya nini? Kwa sababu ya kuwakomboa hawa wanadamu, kuwakomboa wanadamu wote na kutukomboa sisi sote kutoka katika utumwa wa dhambi. Kwa sababu ipi? Kwa sababu ya dhambi ambayo waliitenda Adamu na Eva ya kuto kumtii Mwenyezi Mungu. Dhambi iliingia iliingia kwa kupitia mama Eva na dhambi hiyo hiyo inakombolewa kwa kupitia mama Bikira Maria kwa kukubali kwake kuwa na utii kwa Mungu na unyenyekevu wake. Malaika alipomtokea na kumwambia Mariamu, tazama utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, naye jina lake utamwita Yesu. Mama Bikira Maria aliuliza swali, je, yeah, itakuwaje na kati mimi sijui mume? Akamwambia, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu itakujilia ndani yako kama kitu. Mama Bikira Maria anasema, mimi ni mjakazi wa Bwana na nitendewe kama ulivyonena. Dhambi ina- inakoma kwa kupitia Mama Bikira Maria, dhambi inakoma kwa Mama Bikira Maria alivyokubali kumchukua Bwana wetu Yesu Kristo azaliwe katika maisha yetu. Na Yosefu alikuwa amemtumbia Mariamu, na hivyo alivyoona Maria na ujauzito aliamua kumwacha kwa siri. Kwa nini? Sababu, si hivyo, kwa sababu si tamaduni za Kiyahudi. Hivyo aliamua kuificha siri yake kwamba amwache tu kwa siri. Lakini tazama malaika wa Bwana anamtokea katika ndoto akimwambia, Yusufu, usimwache mkeo kwa sababu mimba hiyo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nacho kitakachozaliwa ni kitakatifu cha Mungu. Yusufu alipoamka usingizini, alimchukua mkewe. Yusufu ameonyesha utii kwa Mungu na ameonyesha maisha ya kujitoa sadaka kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Kama ni mwingine angesema mimi sikubali, nimeshatoa mahali zangu, nimeshatoa hiki, nimeshatoa hiki kwa hiyo sikubali. Lakini mtakatifu Yosefu alijitoa maisha yake kwa ajili ya watu, kwamba sawa, mimi ninamchukua mama bikira Maria, ataendelea kuwa mke wangu, lakini niendelee kulea hiki kitakatifu cha Mungu. mtakatifu wiki cha Mungu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe anamlea na anazaliwa katika maisha yetu. Meimba nyimbo leo, amezaliwa kwa ajili yetu sisi Mwokozi ndiye Kristo Bwana, jana yani usiku wimbo wa mwanzoni na leo pia tunasherekea, tunaendelea kuimba. Tujiulize swali moja, Kristo Yesu amekuja kwa ajili ya kukukomboa katika dhambi. Je, mimi na wewe, amezaliwa kweli Kristo Yesu katika maisha yetu, au bado umeshupaa katika dhambi? Kushupaa maana yake ni sawasawa na jiwe ambalo liko mtoni, hapo mtu unapita hapo, liko mtoni, linapitiwa na maji kila siku, lakini halilainiki, ukiligonga nyundo inaruka juu. Huyu neno wa Mungu ambaye amekuja katika maisha yetu, Je, tumempokea? Kama hatujampokea tunaalikwa kufanya mabadiliko ya kina. Tunafanyaje mabadiliko ya kina? Tunafanya mabadiliko ya kina kwanza kwa kuyajutia yale yote ambayo tumeyatenda ambayo ni kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu. tunapoyajutia na tunaamua sasa kubadilika. Maana yake, tunapoyajutia tunaamua sasa maisha mapya, kwamba tunayaacha, kwa sababu yametuumiza, tunayaacha kwa sababu yametufanya kuwa dhaifu, tunayaacha kwa sababu yametufanya sisi kuwa wanyonge. Ndugu zangu wapendwa, tafakari juu ya huyu mtoto ambaye anazaliwa katika maisha yetu, mtoto ambaye tunamsherekea katika maisha yetu. Tutakula wali, tutakula pilau kuku, tutakula pilau ya nyama ya ng'ombe, tutakula eh, pizza baga, si ndio? Eh, vyote hivyo mtakula, lakini je, sisi katika maisha yetu tumeasafishaje maisha yetu hii huyu mtoto azaliwe na akae katika mioyo yetu, kwa sababu tunaambiwa huyu ni mfalme wa amani na yeye ndiye tumaini letu. Je, analeta amani katika mioyo yetu? <coughs> Tunaalikwa tusiwe kuguhugu, bali tumkiri Kristo katika maisha yetu Huyu neno ambaye ni Kristo Yesu mwenyewe amekubali katika maisha yetu, na Yohane anamtangaza akishuhudia, akipaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliye nena habari zake, kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tuliopokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Ni sisi wenyewe wa Kristo kushiriki hizi neema za Kristo katika maisha yetu, ni sisi kushiriki neema hizi ambazo Kristo Yesu anatuletea. Siku ya leo tutabatiza watoto. Tunapowabatiza watoto, tunawafanya au wanafanywa na Kristo kuwa watoto wa Mungu na wa kanisa, na wanapofanywa kuwa watoto wa Mungu na, na kanisa, wanaondolewa dhambi ya asili kwa ubatizo wao, sababu sakramenti ya ubatizo ni sakramenti ambayo imewekwa na Yesu Kristo mwenyewe na ni muhimu kwa wokovu wetu kwa sababu inatuondolea dhambi ya asili kwa anayebatizwa akiwa mtoto mchanga, na dhambi nyingine kwa anayebatizwa akiwa mtu mzima. Lakini katika sakramenti ya ubatizo tunapewa alama ambayo haifutiki milele, maana yake wewe ni Wakristo maisha yako yote, maana yake usije ukaenda kwenye Uislamu, usije ukaenda kwenye ulokole, usije ukaenda kwenye, wewe ubaki well, kuwa Mkristo. Maana yake utakuwa umeilinda imani yako kama Mkristo. Na katika sakramenti hii ya ubatizo tunapata neema na fadhila za kimungu, imani, matumaini lakini tunaweza tukajiuliza swali, je, kuna lazima ya kubatiza? Ndio, lazima hivyo ya kubatiza, kwa sababu katika imani ya kanisa Katoliki bila ubatizo hatuwezi kufika mbinguni. Ili uweze kuulisi uzima wa milele lazima ubatizwe, uwe mtoto wa Mungu wa kanisa. Hivyo basi, wale ambao wanabatiza watoto wafahamu wajibu wao. Wazazi na wasimamizi, mfahamu wajibu wenu kuwaelekeza watoto katika maadili ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hawa wazazi na na wasimamizi wawe mfano wa maisha mazuri ya Kikristo ili watoto hawa waweze kuiga mfano wao. Wazazi hao na wasimamizi ni waombezi wa hawa watoto ambao watapata sakramenti ya ubatizo. Hivyo basi tuwaombee, ili wanapopata sakramenti ya ubatizo, waendelee kuwa makuhani, wafalme, mfalme na aendelee kuwa nabii, kwa sababu katika ubatizo unapewa unabii unapewa ufalme na unapewa ukuhani. Sasa sisi huku ambao tumesoma zaidi ndio ambao tunakuja kuwahudumia kwa ule utimilifu wake, lakini wewe hapo ulipo muumini wa kawaida, ni nabii, ni kuhani, ni mfalme. Kwa hiyo usiogope kumtangaza Kristo ambaye ndiye neno wa Mungu katika maisha yetu leo tutaelekea pangoni kwenda kumwona mtoto Yesu. Tunapoelekea pangoni kwenda kumwona mtoto Yesu, unapotoka kwenye benchi lasa, mwambie wewe mtoto ambaye unakuja katika maisha yangu, nakuomba uweze kunitimizia moja mbili tatu. Mimi ni dhaifu, mimi ni hivi, mimi ni hivi, mimi ni hivi. Hivi naomba unitoe katika maisha haya, sasa unifanye kuwa chombo chako cha kuendelea kutumikia na kuendelea kutumika kwa ajili na sifa na utukufu wa Yesu, sio? Tunakwenda tu, tunaimba nyimbo leo amezaliwa kwa ajili yetu. Unaenda tu kifuka unaweka alafu unaondoka. Hapana, unatoka na sadaka yako, unainuia katika maisha yako. Unataka nini kwa mtoto Yesu akae katika maisha yako? Unataka akufanyie nini huyu mtoto Yesu? Akupe ajira? Akupe mafanikio mazuri katika familia? Akuepushe na magomvi katika familia? Maana nakuta familia kila siku, hata mmoja yuko huku, mmoja yuko huku, hawalali hata pamoja, ni marumbano katika familia. Sasa huyu mtoto alete amani, alete uelewano katika maisha alete upendo katika maisha, alete faraja katika maisha, alete amani ya kweli. Ni huyu mtoto Yesu. Muombe Mwenyezi Mungu atusaidie, mtoto Yesu huyu aweze kutembea nasi katika kipindi chote hiki cha mwaka ambao tumeuanza mwaka awa kanisa, nasi kila mmoja wetu aweze kutimiza wajibu wake akiweka nia yake binafsi kwa mtoto Yesu ambaye amezaliwa katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.